Unamjua Mkanyika sio? Na Mkanyika Jilo. Namfahamu sana. Eh, Mkanyika Jilo hapo hapo anasema yeye kwao pia ni pale pale, Kisimani Kisimani pale mm. Free Town. Yeah yeah. Eh Free. So uko na piga story mm, akanikumbuka kitu kimoja. Kwa naniambia anambia? Eh huwa huwa kikuona wewe na Susu. Kitu ambacho anakikumbuka sana. Anasema yeah, nyinyi mlikuwa bwana mwaiba maembe sana pale kwa mm. nyumbani. <laughs> ndio ndio kitu ambacho akisema akimwona Susu akasema ah wale vijana <laughs> jamani <laughs> walikuwa wanatibia maembe kila siku jama, walikuwa <laughs> <Kabloi msani. laughs> bwana ah, yeah, yeah, yeah. Maembe mlikuwa mnaiba sana. Unajua mimi na susu tuliposhikana, tulianza kuanza kucheza mpira kupiga bola, mpira yeah, ya boli. So hiyo likuwa tuna ahiyo mita free as in Bombolulu kuna barabara ambayo ukifuatizia hiyo watukezea huko, hapa hiyo mitaa kwao kutokea. yeah, ohanyorosha, ukatokea paka estate so nakuta. yeah, yeah, yeah. exactly. ah. so, na sasa tuna mabest friend huko so kazi zetu kwa tu mimi na Susumila tuni stori zetu za mpira oh. Pia tukaanza kuongea mambo ya muziki kwa mbali mm. So, sasa wajua sengine kwa tuzako tumekula nyumbani tumeshiba mpaka mm. Uh, lazima, lazima mkapate balance diet, balance diet hatuna, unaona yeah. So <laughs> Susumila tunamwambia vipi ule ninapita kule, niko na mwembe umejaa maembe, tukaona yeah. Yani, mwembe umejaa maembe mpaka mingine yanakenye chini, yanaliwa na nyani yanaliwa na popo unaona yeah, <laughs> yeah. So, tukaona ya nini eh uh -huh. Hey tumitaa pale so, unajua pale, pale ni timing mm. Namkanyika pale walikuwa kuna, kuna ndugu zake na, kuna watu pale wapo, so ni timing, afu wale wajua kule wana wana geti, so ni watu wa kukaa geti kali, ushakuta yeah. Wanakanda na nyumba, so geti haifungwaji waingia kambi wengine, yani kambi wao wanajulikana pale, tuangusha maembe sasa mtu akituona pale, "Hivi vijana mafanini nini?" Tashuka fast ambe Yusufu, "Ah Yusufu." Ndio. <laughs> yeah. Hey. Yo somo langu <laughs> ya. Usikijua kumhusu Escobar bwana, Susumila kabla hajakuwa Escobar bwana Susumila. Back then jamaa, kabla hajaweza kuimba. Eh? Kabla hajakuwa Susumila. Back then. Oya. Ah jamaa walikuwa wizo maembe mdani. <laughs> Bombolulu. Yule <Biyo>, jamaa <laughs> mwingine nimekupa hisi. Wote wametoka mbali. Jamaa sio kufutia sijui. Lakini back then. Eh. Yeah. Hey, walikuwa maembe tena, mimi niambia ile membe ilikuwa ni ile inaitwa apple mango, yale matamu yaani. Tuzafukuzwa leo tukae kama siku mbili hivi, turejea tena yale membe, kinamkanyika yale turejea tena sasa ngine tuomba sasa ngine tu. Kuna siku baadaye, kuna siku tumpata Mkanyika, alikuwa <laughs> yeah. shatuona na sana maoni yeah. Tukaona eh, hey, vipi, utakusalimia poa. Eh najua nyinyi nji mtaka membe yeah. ndio membe, leo tusaidie <laughs> ah, Joni, pandeni lakini niliona mtu kama na kigunia ah. <laughs> kanimwandauzaambia <laughs> Oh achukueni kidogo hatu achukua maembe mura zetu hmm. mtaani. hapo mtaani siojua laifa Bombolulu mpaka ujitume.